Mji wa Sake ambao ulitelekezwa wakati wa mapigano sasa unashuhudia wakazi wake wakirudi, lakini kurejea huko kunaambatana na machungu. Mashamba ambayo huko nyuma yalikuwa chanzo cha maisha hayafai tena kutumika kutokana na mabomu ya ardhini na vilipuzi ambavyo bado havijalipuliwa. Hali hii inawaweka hatarini maelfu ya wakazi hawa waliorejea kijijini mwao. Tunamkuta Imakuleti Bahuma, mama wa watoto kumi, akiwa na huzuni akiondoa majani kwenye kiwanja chake. Hali ya maisha hapa kwetu Sake ni hali ngumu sana ya magumu ya mateso, hatuna aktivite maakesi etu ni kuikala, hakuna aktivite, hakuna kuna mshamba, hatuende kushamba shumu, mashamba muliangukia ma muko mamine hapa kuenda kazitegula, tukaingiaingia ingia, tu ovyoovyo maye vatu ni kuingia kule vana kufa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP hivi karibuni limeonya kuhusu ongezeko kubwa la njaa, hasa mashariki mwa nchi ambako mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo yameongeza mgogoro wa kibinadamu. Hali hii ina waathiri mamilioni ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hali ya mashamba kwa sasa iko ngufu sana, watu hawafrikante kwa juu ya oga, iko na oga, mnajua kama Sake na kando kando ya Sake donc groupement Kamuronza en général yote ilikuwa ni champ de bataille entre force armee na, na M23. Ili kukabiliana na hali hii, wakazi wameamua kulima bustani ndogo ndogo. Kwa mujibu wa Jonas, hapo tuko mkashamba kadogo, populasion kwa kukuwa na hofu ya kwenda kushamba kubwa kubwa kule kumilima njo ina decide kusema ilime mashamba hidogo hidogo hima jardin potager tu kushamba kunyumba, lakini kumbukumbu za zamani hazihepukiki. Immaculate Buhuma alitupeleka hadi Murambi kwenye shamba lake la zamani ambalo sasa analiangalia tu kwa mbali. Ndio sile pale kale kama mlimi ke, unaona akako hima migomba migomba njo shamba yangu. Siwezi endako, juma mine ziziko kule mumashamba. Sina uwezo kufika kule. Mingi sana wakona kufia kule. Watu mingi huko mpapa mwenye alienda akalogota kule mbwanandalogota vichuma. Ilifika ile bombo ikapasukia mumungini ikaumiza watu wamingi sana. Katika maeneo mengine kamba nyekundu zimewekwa kwa sheria vilipuzi vilivyogunduliwa lakini bado havijafukuliwa. Lakini pamoja na haya yote watu wa eneo hili wanaonyesha ujasiri wa ajabu. Ikiwa hakuna hatua ya haraka ya kufukua mabomu hayo ili kurudisha ardhi ya kilimo, gharama ya maisha itaongezeka maradufu na wengi watakumbwa na njaa na pengine kuibuka kwa mzozo.